Mkoani Morogoro kwa ajili ya kushiriki mashindano ya SHIMMUTA, kwa maana ya mashindano ya shirikisho la michezo kwa taasisi za serikali, mashirika na makampuni binafsi na uh, siku ya leo mashindano ma yameanza rasmi japo tumekuwepo uh, hapa kwa takriban siku mbili kwa ajili ya maandalizi mengine uh, kwa mujibu wa kanuni zetu za mashindano kwamba tunatakiwa tuwe tumewasili kituo cha mashindano siku mbili kabla. Kwa hiyo tumewasili tayari, tuko hapa tayari kwa mashindano uh, shirika letu la viwango kwa upande wa michezo ya shimuta ya mwaka huu wa 2025 tunashiriki takriban michezo nane ambapo tuna mpira wa miguu tunashiriki, tuna, uh, tuna mpira wa netiboli lakini tuna mpira wa voliboli wanaume, voliboli wanawake, tuna mchezo wa kamba, lakini vile vile tunashiriki michezo ya jadi na michezo ya ndani kwa maana ya karata, drafti, pool table, uh, na dati pamoja na bao ondoleo michezo ambayo tunashiriki kwa uh, ukamilifu katika mashindano ya mwaka huu. Tunashukuru Mungu, kwa takriban mwaka mzima tumekuwa tukijiandaa kwa ajili ya haya mashindano na tumejiandaa vyema, timu iko vizuri na tuna malengo ya kufika mbali kwenye kila mchezo, yaani malengo ya chini kabisa ni kila mchezo kufika kwa ya finali. Tunafanya vizuri mwaka jana katika mkoa wa Tanga, lakini pia gia mwaka huu tena kufanya maajabu yetu kama shirika la viwango tunafahamu moja ya shughuli ambazo shirika la viwango linajihusisha nalo ni kuandaa na kusimamia viwango. Mpira ni huduma kama huduma zingine, mashabiki wapenzi wa mchezo wanaenjoy wana, wana huduma hii. Kwa hiyo sisi shirika la viwango, kazi yetu ni kusimamia viwango vya kila kitu, ikiwemo michezo hii. Kwa hiyo tumekuja kuwafundisha kizingie namna gani mpira unachezwa, neti inachezwa, linachezwa, voli inachezwa